Katika ziara yake jijini Nairobi, Rais William Ruto ameonekana kutetea hatua yake ya kujumuisha kinara wa ODM serikalini. Rais akisema kuwa mkataba wa makubaliano waliotia saini na kinara wa ODM wa Raila Odinga unapania kuwahakikishia Wakenya wote maendeleo, kuwapa vijana nafasi za ajira na pia kupanua uchumi wa taifa hili. Tumeketi chini na Mheshimiwa Raila Odinga tukasema Kenya ni ya muhimu kuliko chama. Kenya ni ya muhimu kuliko kabila lolote. Tuungane ili tuweze kukabiliana na changamoto za Kenya, tuzalishe chakula, tuondoe njaa, tuzalishe ajira, tuondoe mambo ya vijana kuangaika, na tuhakikishe kwamba tunazalisha uchumi, tufukuze umaskini. Kenya hii, watu wa Nairobi, jameni, mimi nawauliza, mnakubaliana na sisi tuungane? Munasema tuungane Hebu nione wala, anasema tuungane, katika Nairobi hiyo na Kenya mzima. Rais akidokezea kuwa ni mkataba pia unaonuia kutokomeza ubaguzi, chuki, ukabila na pia kuunganisha jamii zote nchini na kuwa kitu kimoja. Tuwache ubaguzi, tuwache chuki, tuwache ukabila. Kenya ni nchi moja, sisi wote ni watu wa taifa moja with a common destiny. Hakuna mtu atawachwa nyuma. Hakuna jamii itawachwa nyuma, hakuna sehemu ya Kenya itawachwa nyuma, hakuna dini itawachwa nyuma. Tutatembea pamoja sambamba, kwa sababu tukiungana Kenya itapiga hatua ya kwenda mbele kwa kasi. Aida ameonekana kushinikiza matamshi yake ya awali katika eneo la kaskazini mashariki mwa Kenya kuwa hakuna Mkenya atakayebaguliwa wakati wa kuchukua vitambulisho kwani kila mwananchi ana haki sawa na mwingine. Ile kitu mimi nataka niwahakikishie Wakenya wote ni kwamba hakutakuwa na ubaguzi tena. Kama ni kitambulisho kila mtu atapatiwa kitambulisho kulingana na uraia wake kama Wakenya. Hakutakuwa na viwango viwili, ati kuna wakenya kiwango kimoja alafu kuna wakenya kiwango kingine. Sisi wote ni sawa mbele ya katiba na mbele ya sheria, na kila mtu nitahakikisha wamepata vitambulisho bila ya kubaguliwa na bila ya kuangaishwa. Katika ziara ya leo Rais Ruto amezindua miradi tofauti ikiwemo ujenzi wa nyumba za bei nafuu na pia kituo cha taasisi ya kiufundi eneo la Kamkunji. Fredrick Kwambua, Undugu TV.